Nilikuwa chumbani kwangu nawaza kuhusu maneno ya dada. Nimewaza sana, nikajiuliza sana, nikaogopa sana, eti kuwa naweza kumpa mwanamke mimba. Yaani, mi nilikuwa najiona mtoto bado. Niliamua kutoka nitembee tembee, nikapiga pamba zangu, nikatoka, namkuta dada Selina sebuleni. Dada akanitazama kisha akaniambia: unaenda kwa mademu zako Kevoo ha? Amna dada, mi mi sina demu shauri yako ukimpa okay. Mimi mwanafunzi mwenzako utafungwa miaka thelathini jela, si unajua eh? mm -hmm. Guna tu hivi. Sasa hivi una miaka mingapi? kumi na nane thelathini ukijumisha kumi na nane inakuwa ngapi? arobaini na nane, dada yeah? Sasa huo ndio umri utatoka nao jela, mdogo wangu. Unakuta dada yako nimeshazeeka nimeolewa nina watoto kibao. Bwana dada tusitishane, mi sina demu hata hivyo. Aya, nenda mwaya. Nilienda zangu mitaani nikazunguka kwa washikaji zangu, tukachukuana tukaenda zetu Sinza tunazunguka tu madukani tunaingia, tunaulizia bei za vitu tunaondoka zetu, ili mradi tu tunawasumbua wauzaji. Basi kwenye pitapita zetu tukaona kuna mgahawa bwana, hapo tuna kama elfu ishirini hivi. Tukaingia hapo na wenzangu, tuko kama wanne, tumeagiza juisi. Kwa akili zetu tunajua juisi pale ikizidi sana ni elfu mbili tu glasi maana mtani kwetu juisi mililita mia tano ni shilingi jero tu, imezidi sana buku tena. Hapo buku inabidi utupe sababu, ina nini yani hadi iuzwe buku? Tumekunywa zetu juisi kwa raha zetu, wenzangu wawili walikuwa na kasi hatari, wakaongeza zingine, kwa hiyo jumla tukawa tumetumia glasi sita kwa akili zetu hapo tunajua ni sita mara elfu mbili, tunabaki na elfu nane. Yani yani, freshi tu tumejimaliza. Hapo bili inakuja mezani ya, mezani ya klasi sita. Kwanza ilibidi ni mpe mwenzangu aliyevaa miwani, maana nilihisi naona maruerue. Elfu sitini, aliropoka muda huo, mimi nimeshua pozi Nimetulia, uchangamfu wote kwisha. elfu sitini, kwani tumemaliza ndoo? aliuliza Huseni. Oya Kevoo sema kitu basi, tumejichanganya wajomba, mwenye mjomba apige simu wazee, hapa hatuchomoki, niliongea kisha nikaegemea meza. Huseni akasimama na kupiga ngumi mezani. Haiwezekani, haiwezekani! elfu sitini ya nini? huu ni wizi huu kabisa, huu ni wizi! Nengenekeni, mkimaliza mnipe hela, alisema mhudumu. Basi Huseni akataka kumvaa yule dada, tukamzuia. Unasemaje wee malaya? unadhani wote wa shamba hapa eh? Huseni acha basi Haya, mteme nyiwo, ndo washamba. Mnakujaje mnaagiza vitu bila kuuliza bei? Menyu hamjaiona hapo mezani, he? dada alifoka muda huo, likaja libaunsa limejazea misuli hatari. Kuna nini hapa? Wamekuwa wamekunywa juisi halafu hawataki kulipa. Madogo madogo mnaleta dharawe? Haya, kajeni kachini wa kwanza kwenda chini ilikuwa ni mimi kabisa. Yani mi sipendagi ugomvi kabisa. Yani Huseni alileta ubishi akapigwa kibao akaona nyota zinashuka akajikuta ameshuka chini mwenyewe. Mnaleta ubabe, mnaleta ubabe au sio? Hamna blaza! Haya, piga goti chini, piga goti aliongea hapo, ujue, chini kuna kokoto, sio sakafu wala kigae. Yani Huseni mbishi wetu ndiyo alikuwa wa kwanza kupiga goti chini, tukafuata wengine tukaanza kuita mvua, ili hali wingu ni la bluu kabisa. Mnashingape elfu 20, kaka? Nyie ni wapumbavwe elfu 20 ndio mnajikusanya kuja hapa kula starehe? Amna, tusamehe bro. Piga goti hivyo hivyo, naiteni mvua hadi. Shenzi nyie kabisa. Sijui hata ilikuwaje jamaa akazubaa kidogo, kumbe wenzangu walikuwa wameshakonyezana wakimbie, mimi nikawa sijaona. Yani kama umeme, nilishangaa wenzangu wameinuka na kukimbia kwa kasi Baumsa anashtuka anakuta mimi, naye nataka kusimama. Aihee, nilipigwa kibao cha mgongo nikaanguka kwenye zile kokoto, nikahisi kama nafariki vile. wenzako wamekimbia, sasa wewe utanitambua. Niliinuliwa nisijue napelekwa wapi, mara yule mlinzi akaitwa, we kaka, hebu subiri. Ilikuwa sauti ya kike wewe sikevo huyu uekefo, kuinua shingo na muona mamu shoga yake na daselina hai se nishukuru Mungu sana. Dada mama, nisaidie nisaidie, dada angu. Wewe ebu mshushe huyu mdogo wangu. Nikaachiwa hapo, nimeshaalia hadi kamasi zinatoka. Amefanyeje Kevoo, umefanyeje? Amekunywa na wenzake juisi, anadaiwe elfu sitini Kevoo, kwa nini umefanya hivyo sasa? Dada, si tulijua juisi ni elfu mbili tulikuwa na elfu ishirini tu. Aya, hiyo elfu ishirini iko wapi? Kakimbia nayo mwenzangu. Kevoo jamani, sasa mi nakusaidiaje? Nisaidie tu dada. Je, kijana atatokaje hapo? Vipi kuhusu Bamsa? Na vipi kuhusu mateso aliyoyapata? Vipi kuhusu swala la kokoto? Vipi na Damamu? Atapata pesa kwa ajili ya kumsaidia Kevo? Usikose se sehemu ya tano ya simizi hii nzuri kabisa inayoitwa Najuta Kubalehe. Nini inamkuta Kevo. Ungana na mimi katika sehemu no, ya tano se ya simulizi hii nzuri inaitwa AJ. Mpaka wakati mwingine chao. <imitra>